Napenda pia kutumia nafasi hii kuishukuru Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Yeye ameendelea kuwezesha na kufanyika kwa mafunzo haya na haya mafunzo ya kujenga, ya Jeshi la Kujenga Taifa. Pia ni mshukuru mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda kwa kuendelea kutoa maelekezo mbalimbali ambayo yametuwezesha kufanya mafunzo haya, e, bila kusahau wizara yetu ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa chini ya e, e, waziri wetu Daktari Stagomena Lawrence Tax ambaye mara kwa mara amekuwa akitupa maelekezo ya kisera katika kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanaendelea ni watake sasa kuwa tayari kupokea mafunzo aa, ya stadi za kazi, stadi za maisha pamoja na mafunzo mengine ambayo mnatarajiwa kuyapokea katika kipindi cha miezi ishirini ijayo. Wakati huo huo mnapofanya mafunzo hayo jitahidini kuyaelewa e, na kuyazingatia kwa sababu hayo ndiyo yatakayowasaidia zaidi katika e, kujitegemea baada ya kumaliza mkataba na Jeshi la Kujenga Taifa. Mafunzo hayo yamechukua muda wa ya miezi minne kati ya miezi ishirini na nne ya mkataba wao. Afande mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, vijana wanaohitimu mafunzo yao leo wameweza kujifunza masomo mbalimbali kulingana na silabi zao. Vijana tunaohitimu leo hatukuja kupata mafunzo haya kwa ajili ya kupata ajira bali tumekuja kujifunza kuwa wazalendo wa kweli kwa taifa letu kwa kulipenda <tune>